Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, ninaitwa Samson Fredrick, nimeokoka, nampenda Yesu. Uh, ni mwalimu wako ninayefundisha masomo mbalimbali ya kijamii, uchumi, mahusiano na mambo mbalimbali ya kibiblia pia, hata malezi ya watoto. Leo nina somo zuri ambalo natamani nikushirikishe, nikuombe uangalie mpaka mwisho, lakini pia usiache kusubscribe, kucomment na kushare. Somo ambalo naenda kulileta siku ya leo ni kwamba kwenye maisha usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine kuto kuona kile unachokiona, subiri nyakati zitawaelewesha. Kwenye maisha usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine kuto kuona kile unachokiona, subiri nyakati zitawaelewesha. Kuna wakati mwingine uh, sisi kama binadamu tunaweza tukajikuta tunaingia kwenye tatizo la kufuata mkumbo na kufanya maamuzi kulingana na wanavyoona watu wengine, lakini nikusihi kwamba usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine a, kuto kuona kile unachokiona, subiri nyakati zinaweza zikawaelewesha. Na hapa ninaweza nikatoa mifano michache. Kwa mfano a, kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Nuhu. Huyu Nuhu aliambiwa na Mungu atengeneze safina, na kwa sababu wengine walikuwa hawaoni jinsi Nuhu anavyoona, walimuona kwamba Nuhu ni mtu ambaye anapoteza wakati na yamkini ni mzee, na uzee wake umemfanya achanganyikiwe vibaya. Lakini kumbe Nuhu anaona mbeleni kuna gharika, lakini anapojaribu kuwaambia watu, watu hawaoni kama Nuhu alivyokuwa anaona, badala yake wanamcheka, wanamdharau, wanamziaki lakini wakati wa gharika ulipofika, wakati wa gharika ulipofika hawa watu walielewa yale Nuhu aliyokuwa anayasema. Habari za Nuhu utazipata katika mwanzo sura ile ya sita mstari wa kumi na tatu mpaka uh, mstari wa ishirini na mbili ukisoma hapo utaelewa. Kwa hiyo wakati mwingine usijaribu kuwaza, usijaribu ku, kufanya maamuzi kwa kile ambacho watu hawakioni, fanya maamuzi kwa kile unachokiona wewe, kwa sababu ukitaka kufata namna watu wanavyotaka, kuna kitu ambacho hawakioni wewe, ndio unaona. Kwa hiyo unatakiwa ufanye maamuzi kulingana na kile unachokiona wewe. Wasipo kuelewa, wataona, wataelewa nyakati zitakapofika, wakati wao kuelewa. Jambo la pili au mtu wa pili ambaye aliona alio, alio, alio, alio, alio, alio na akafanya maamuzi kulingana na kile anachokiona ni Yusufu. Yusufu huyu alikuwa ni mtu wa ndoto sana. Ukisoma katika ile Mwanzo thelathini na saba mstari ule wa tano hadi wa kumi na moja unaona ndugu zake walimchukia kwa ndoto zake wakamuuza, lakini miaka mingi baadaye miaka mingi baadaye wanamuinamia akiwa kiongozi wa Misri. Lakini kwa wakati ule ambapo anawaambia zile ndoto, walikuwa hawaelewi, yani wanaona kama ani amechanganyikiwa vile ni kama ani huyu bwana mandoto, akamuita na jina la bwana mandoto. Lakini kwa wakati ule ule ambapo walikuwa hawamuelewi Yusufu, Yusufu angekata tamaa na kurudi nyuma, asingefikia kwenye hatima yake. Kwa hiyo wakati mwingine watu usiwape, usiwape nafasi ya kukatisha tamaa wewe endelea, watakuja kukuelewa mye. Wakati wa kukuelewa ukifika, wakati ambapo wanatakiwa kuinamia ukifika, wataelewa. Lakini kuna mfano mwingine wa Daudi. Daudi alikuwa ni mtoto wa Yese. Huyu Daudi alipokuwa anamwambia, anawambia ndugu zake, anatamani kwenda kupambana na Goliath, walimwona ni mtoto mdogo tena, wakamdhalau wakawambia, wewe wanajeshi wako katika eneo la vita wanapambana na Goliati, wanashindwa. Wewe mtoto mdogo tena, Biblia inasema alionekana ni mtoto mdogo kabisa, lakini huyu Daudi hakufanya maamuzi kulingana na wale ndugu zake wanavyoona, alifanya maamuzi kulingana na yeye anavyoona, kwa sababu hawa ndugu zake walikuwa hawamwelewi walikuja kumwelewa baadaye, baada ya kumpiga Goliathi, ndio unaona naanza kusema huyu ni ndugu yetu, tumezaliwa tumezaliwa pamoja. Lakini wakati anawaambia anaenda kupambana na Goliathi, hawakuamini kabisa. Habari za Goliathi utazipata katika Samueli wa kwanza msta, sura ile ya kumi na saba mstari wa 28 mpaka hamsini hapo utasoma. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inakupasa ufanye maamuzi yako, hata kama watu hawakuelewi leo, watakuelewa kesho kwenye maisha usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine kuto kuona kile unachokiona. Subiri nyakati zitawaelewesha. Daudi alipofanikiwa kumpiga Goliath, ndipo tunaona sasa watu wanaanza kusema, huyu ni ndugu yetu, huyu tumezaliwa pamoja, huyu ni ndugu yetu. Kuna wakati watu watatamani wakutambulishe kwamba wewe ni ndugu yao baada ya kuwa umefanikiwa, lakini wakati unapitia kwenye changamoto wanakukimbia, na tena wanakusimanga na kukusema vibaya. Lakini si hivyo tu, ninaweza nikatoa mfano mwingine kwa mtumishi wa Mungu Hana. Hana wakati yuko kwenye kikaango, hana mtoto akufanikiwa kupata mtoto, na akaamua kuingia kwenye maombi ya kuugua. Ukisoma habari zake katika Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa kumi hadi ishirini Hapa utaona Hana alikuwa katika wakati mgumu, akalia. Wakati analia na kuomba kumwomba Mungu amsaidie wa apate watoto, kuhani huyu kuhani Eli alimuona Hana kama mlevi, akaanza kuona kama Hana amekunywa pombe. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa kwenye kusudi la Mungu au kwenye kusudi ambalo ni sahihi kabisa, lakini watu wanavyokuona, wanakuona kama ani, umechanganyikiwa, wanakuona kama mlevi, wanakuona kama mpagani, wanakuona kama umekosa akili. Lakini ninachotaka kukwambia kwenye maisha, usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine kuto kuona kile unachokiona. Subiri nyakati zitawaelewesha, subiri nyakati zitawaelewesha, zita lakini Hana alipoomba na Mungu alipomjibu tunaona tunaona watu wanaelewa ha, kumbe. Ndio maana sikiliza, Samweli wako akipatikana, kuna watu wataanza kujisogeza kwenye maisha yako, lakini wakati unaomba walikuona kama umekunywa gongo, walikuona kama umekunywa safari, walikuona kama umepagawa, walikuona kama hauna akili. Ni kuombe kwenye maisha, usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine kuto kuona kile unachokiona. Subiri nyakati, zitawaelewesha kuna wakati mwingine unawaambia watu jambo fulani, hawaelewi hawataki kuelewa, hawataki kuamini, kama vile Nuhu alivyokuwa akiwaambia watu kwamba jamani, ingieni kwenye safina, kuna kuna jambo, kuna jambo majanga, kuna garika garika, hawakutaka kuamini, lakini ilipofika wakaelewa. Mifano ipo mingi sana, mifano ipo mingi, lakini kwa mfano wa mwisho ili tuweze kumalizia Tunamuona Yesu mwenyewe, Yesu mwenyewe ilifikia mahali hata ndugu zake wakamkataa. Yaani, unajua Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, hajawahi kufanya dhambi, hajawahi kukosea, lakini ndugu zake wenyewe walimkataa. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana, kitabu kile cha Yohana sura ile ya saba mstari wa tano hadi wa saba ngwani some Yohana saba, mstari wa tano, Yohana saba, mstari wa tano. Biblia inasema maana hata nduguze hawakumwamini, maana hata nduguze hawakumwamini. Basi Yesu akawaambia, haujafika bado wakati wangu, haujafika bado wakati wangu, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi bali hunichukia mimi, kwa sababu mimi naushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Unaona, Yesu anasema haujafika wakati wangu. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe alichukiwa na ndugu zake, ndugu zake walimchukia Yesu, lakini anasema wakati wangu haujafika. Huyu huyu ambaye alichukiwa, huyu ambaye ni Yesu ambaye alichukiwa, ilifikia wakati sasa, wakati anafufuka, wakati ameshinda kifo na mauti wakati udhihirisho mkubwa unatokea ikafikia mahali akasema, watu wakaanza kusema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mathayo ishirini na saba hamsini na nne. Mathayo ishirini na saba na mstari wa hamsini na nne. Mathayo ishirini na saba na mstari wa hamsini na nne, ishirini na saba na mstari wa hamsini na nne, Biblia inasema basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Lakini wakati wanamsulubisha waliona ni sawa, wakati wanamwingiza kaburini waliona ni sawa, lakini mwishoni nyakati zika zikadhihirisha kila aina ya ukuu wa Yesu, wao wenyewe wakasema, ah, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwenye maisha usifanye maamuzi kwa sababu ya watu wengine kuto kuona kile unachokiona. Subiri nyakati, zitawaelewesha. Subiri nyakati, zitawaelewesha. Ni mimi Samson Fredrick, Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Mungu akubariki uwe na siku njema. Amen.